Kutimiza ahadi zao tunahitaji jenereta, thamani yake ni laki tano, kwa ajili ya kumtangazia Allah. Kama yuko mtu analo atuletee. Swali, swali, swali. Sasa swali, dakika tatu, alafu swali lingine tutakwenda kuuliza imam, ma imam wasikizi nao baya. sio kama zamani imam kasema, na mimi na watamani wale, nataka kwenda kuuliza inshallah. Imam atakuja na nyinyi huko baadaye, mtuletee imam aje kuuliza swali ehe, swali langu lakini majawabu hayajatoka. Huyu bwana kaja kujibu, nimemuuliza aya gani, lakini hajatoa majawabu, ye kajibu tu. Ni sawa sawa, ukiulizwa moja jumlisha moja, we ukajibu jibu tano, hapa umejibu, lakini sio jawabu. Hapa umejibu, lakini sio jawabu. Na ndio maana huyu bwana kasema oh, mtu akikuahidi mtu akikuahidi nitakupa shati alafu kisha na suruali, kwa hiyo ukimwona nayo suruali ujue shati kishapata. Haya maneno si ya kweli jamani, haya maneno si ya kweli hivi. Mtu unaweza kushiba kabla ya kula au unaweza kushiba kabla ya kula? Huu bwana vipi, yanataki Swahili kweli, kinakugonga naam, kaka wanaandika na na alafu ndio ah, hapana, lazima yani. Hata elimu hii, ndugu zangu, wewe anacheka mwindi wao, wanasema kweli kweli. Karibu bwana bwana, sisi tunasema kweli. Swali swali langu liko pale pale. Kwenye... Qurani, swali liko pale pale pale pale 356 kwenye Qurani ambayo ametafsiri shekhe wao na imamu. Jiandae bwana, uje kumtunga swali huko Ehe. Maana kusikia imamu washanza kuduaa karuta anaona hii ah, leo tumezalilika. Ehe. Sikiliza hii Qur'ani ni ya Mwenyezi Mungu, lakini shekhe wenu ndio tafsiri. Sasa sisi tunapita katika tafsiri aliyopita shekhe wenu. Nini kwa yakini mimi nitakufisha. Mimi nitakufisha, yani mimi nitakuua ni kitendo cha baadaye. Hii tafsiri amepita shekhe wenu Swali langu ikiwa shekhe amesema mimi, amelivyo tafsiri nitakufisha, maana yake Mungu amesema mimi nitakuua. Aya gani? kwa mujibu wa Qurani iliyo tafsiriwa na shekhe wenu, Nabii Isa kafa, sio hata kafa, yani ni wakati uliopita. Na niangalia nilikutuma, wamadia njoo. Salamu aleikum. Wa aleikum salaam. Asalaamu alaikum e, tumetoa aya lakini shekhe wetu anaamua kuzikataa, lakini wenye akili wanazifahamu. Aya ya kwanza tuliyotoa tumeeleza wazi kabisa kwamba mwenyezi Mungu anapomwahidi mtu, Mungu sifa yake huwa havunji ahadi. Anasema nitakufisha alafu ndio nitakunyanyua wao wanatoa hoja wanasema hapa kuna na mtaratibu wa Mwenyezi Mungu huwa haubadiliki. Safari fulani mtu fulani alimuuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika Qurani Tukufu, inna safa wal marwata min shaairi llahi, sasa tuanze vipi? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ibda bima bada allah fi lqurani lkarim, anza kama vile alivyoanza Mwenyezi Mungu ndani ya Qurani, inna safa wal marwa, anza safa alafu kwenda marwa. Kwa hiyo huu ni utaratibu wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Mungu, Mungu akishasema nitakufisha na nitakunyanyua kwangu, wewe huwezi ukasema kwamba Isa atanyanyuliwa kwanza alafu ndio aje kufa. Hiyo ni kinyume na utaratibu wa Mwenyezi Mungu, ameweleza hapo. Mungu alisema nitakufisha, alafu ndio nitakunyanyua. Sasa kama ameshanyanyuliwa ni kwamba alinyanyuliwa baada ya kufa. Hii ndio ahadi ya Mwenyezi Mungu na mnatakiwa muielewe ambayo shekhe wetu anashaielewa, lakini anajaribu kuikwepa. Mungu anasema atamfisha baada ya kufa. Mtu kishakufa, roho inatengana na mwili, kwa hiyo kunyanyuliwa huku kunakuwa ni kunyanyuliwa kiroho. Hiyo ni aya tulimtolea, lakini aya yetu hajatujibu mpaka hivi. Akija anazunguka tu. Tulimwambia tupe aya moja tu ambapo inaonyesha kwamba Isa hajafa, hajatoa mpaka hivi. Tupe aya inaonyesha kwamba Isa atarudi, hana mpaka sasa hivi hajaijibu. Na tutaendelea, si kumuuliza kesho, tupo kesho kutwa, tupo tutaendelea sisi, kwa sababu hakuna jibu hilo. Ndio maana akija hapo ataruka hivi atakwenda hivi na nini na kadhalika, lakini ukweli ndio huu. Tumempa haya nyingine wazi kabisa kuigusa nayo. Mwenyezi Mungu anasema wale wote walioabudiwa kinyume cha Mwenyezi Mungu ni wafu, hawako hai. Na Qur'ani inaosema kwamba Isa naabudiwa na watu wake kama yeye ni Mungu, yeye na mama yake walimwabudu. Sasa kama Mungu anasema hawa wote ni wafu hawako hai, wote wasema. Hakuna aya wanaosema kwamba Isa ajafa <laughs> ayo ndiyo hiyo, walladhina yaduna min duni llahi la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun amwatun ghairu ahyain wa ma yashuruna ayyana yub'athun. Hii ni aya ya Qur'an. Mungu anasema wale wote wanaowaita kinyume cha Mwenyezi Mungu, wameumbwa na hawakuumba chochote Watu ni wafu. Mungu anasema ni wafu, ghairu ahyain, hawako hai, wala hawajui lini watafufuliwa. huyo ni Mwenyezi Mungu anasema hivyo, na Isa ni miongoni mwa wale watu ambao watu wake wanamfanya yeye kwa Mungu, na Qurani anasadikisha jambo hili. Sasa kuna hadithi moja, alikuja nami, nitamtupia swali. Alisema Isa atakapokuja hatokuwa mtume, yule shekhe wake kule, Sahihi Bukhari Sahihi Muslim mara nne, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amemtaja Isa bin Maryam atakayekuja kuwa nabiiullah wa ashabi, atakuwa nabii wa Mwenyezi Mungu na atakuwa. Sahihi Muslim hiyo ni hadithi sahihi. Yeye yeah, atupe hadithi ati ati ile sahihi, hata dhaifu hana, inasema kwamba Isa atakapokuja hatakuwa nabii. Amefanya kosa gani mpaka nyang'anywe unabii wake? Eke moja imebaki eh Shehe ananiambia imebaki dakika moja, atueleze, atupe hadithi inayosema kwamba Isa atakapokuja hatakuwa nabii. Bali kuna hadithi Muslim, sahihi Muslim mara nne Mtume amesema atakuwa nabii wa Mwenyezi Mungu na atakuwa na masahaba. Atupe hadithi moja kwanza, aya atupe. Unasema Isa hajafa, anayosema kwamba Isa atarudi. Hana aya hiyo, na atupe hadithi inayosema kwamba Isa atakapokuja hata kuwa nabii atupe hiyo. Waislam, na tunatangaza mada ya kesho ili kila mtu vizuri, na kesho wingi zaidi hapa, imamu hadi kutoka kiwanja cha ndege Dini moja mungu moja dini moja. Uliza swali alafu baada ya hapo unatangaza mada ya kesho hapo hapo, apo, apo. Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa wabarakatuh. Napenda nitoe maelezo, maelezo kidogo kuhusiana na tafsiri waliotoa ndugu zetu Makadiani. Mimi siwaiti siwaiti Ahmadia, ni Makadiani. <laughs> mimi nashindwa kuelewa, mtu anaweza akanasibishwa na mahali anapotokea kwa mfano, Al-Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari ni nisba ya mahali. Sasa nashangaa wanapokataa kuwaita Makadiani. Cha msingi kwamba ndugu yetu ametoa tafsiri hapa katika ile sura ya tatu aya ya 56, kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anasema waidh qala llahu ya isa, nakumbukeni Mwenyezi Mungu aliposema, ewe Isa, inni mutawaffika wa rafiuka ilayya, hakika mimi nitakufisha na nitakunyanyua kwangu natafsiri neno mutawafi hapa kwa maana ya ya kufa, tunakubaliana nao kwa sababu neno mutawafi na maana ina maana mbili. Mutawafi na maana ya ya kufisha na ina maana ya kutimiza muda. Tunakubaliana nao kwamba mwenyezi mungu atamfisha Nabii Isa baada ya kurudi duniani, ataishi kwa muda aliopangiwa kisha atakufa. Kwa hiyo maana ya kufa kwa Nabii Isa iko pale pale kwa wakati ujao, sio wakati uliopita. Na wanaposema kwamba hapa kuna mgongano kidogo, kwamba hakika mimi nitakufisha na nitakunyanyua, kwamba kitendo cha kunyanyuliwa kimetanguliwa na kitendo cha cha kufishwa, hapa imetumika harufu Harufu atfin imetumika wau hapa, na wau katika lugha ya Kiarabu la tufidu tartib, haifidishi mpangilio. Hilo walizingatie. Ingetumika thumma, kweli ingefidisha hapa kuna mpangilio, kitangulie kitendo cha kufa kisha kifuatie kitendo cha cha kunyanyuliwa. Wau haifidishi utaratibu katika lugha ya, ya Kiarabu. Swali langu ikiwa nyinyi mnadai kwamba Nabii Isa alikufa na kaburi lake liko India, je, mnaweza kututhibitishia katika Qurani kwamba Nabii Isa alipokufa alizikwa India, au mtuthibitishie katika hadithi yoyote ile ya Mtume saaa salam katika vitabu vyenye kuaminika kama sahihu Al-Bukhari, sahihu Muslim na vile vitabu sita, Sunanu Abi Daudi, Sunanu Tirmidhi, Sunanu Ibnu Maja. Mtuthibitishie kwamba Nabi Isa alikufa na kaburi lake liko India katika vitabu vya vyenye kuaminika. Kwa hiyo machache, naishia hapo. aya kama Nabi Isa amezikiwa kule baada ya kesho na kuja kwenye maiki, baada ya kesho, Muhammad ni mtume wa mwisho. Kesho hiyo, Muhammad ni mtume wa mwisho. Ah, dakika tano hapo, wanachofanya ndugu zetu kwa mfano, na dakika tano za kudibu. Amesema shehe wetu kwamba tawafi ina maana mbili, kufa na pia kutimiza muda. Sasa nani anayejua lugha zaidi, yeye au Mwenyezi Mungu? Nimtolea aya Mungu anaeleza maana ya tawaffi ni nini? Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha, Mwenyezi Mungu uzifanya nafsi ziwe tawafu wakati wa mauti wake. Wallati lam tamut fi manamiha, na zile ambazo hazijafa katika usingizi wake. Hizi ndio maana mbili anazozijua yeye yeah, anatueleza kutimiza muda. Mimi nishamueleza muda wa waku, kuishi ukitimia ni kifo, haina maana nyingine. Hiyo ni maana moja tu ya kifo ukisema amekufa au muda wake wa kuishi umetimia, hiyo ni maana moja tu ya kifo. Maana ya pili anaeleza Mwenyezi Mungu ni ya mauti, na nani naum fi manamiha, kulala. Mbele anafafanua fayumsiku lati kadha alaiha lmauti, uzishikilia zile moja kwa moja, hizo azirudi hizo ambazo amezikadiria mauti na ile aya ya falamma tawfaitani inaonyesha mpaka siku ya kiyama nafsi ya Isa itakuwa imeshikilia, kiasi kwamba hajui kwamba watu wake walimshika yeye na mama yake huku nyuma kwa Mungu. Sasa yule mtu ambaye nafsi yake imeshikwa mpaka siku ya kiyama, utasema huyo bado yuko hai? Na wale wenye kulala, nasema wayursilu al-ukhra ila ajali musamma, na uziachia hizi zingine za kulala mpaka wakati fulani. Mtu analala, baadaye anamka akaeleta tena ile hoja mutawafika warafiuka ilaiya. Mutawafika, Mwenyezi Mungu anaposema inni mutawafika, hakiki mimi nitakufisha, warafiuka ilaa. Anasema hii wao ni atfu, sio thuma. Kisha tunempa mfano ndani ya sahihi Muslim, kuna hadithi mtume sallallahu alaihi wasallam alimuuliza mtu mmoja kwamba ndani ya Qur'ani kuna inna safa wal marwa, tuanze ipi? Mtume akamwambia ibda bima bada llahu fi lqurani lkarim, anza kama alivyoanza Mwenyezi Mungu ndani ya Qurani, anza safa na marwa. Sasa pale inna safa wal Marwa haijasema thumma Marwa wal Marwa, Mtume akatoa ufafanuzi kwamba anza safa, enda marwa. Sasa wawa wanataka kubadili utaratibu, ili wathibitishe kwamba Isa yuko hai mbinguni, na ndio maana mpaka sasa hawajaleta aya inayothibitisha kwamba sidakaan bado mbili, ah, nidhani nasema moja. Haya, S sasa tuje kwenye swali lake. Swali, hebu nikumbushe kidogo, swali lilikuwa nini? Aha, ameambia maziisa amekufa kazikwa wapi? Anataka aone kwenye Qur'ani kwamba Isa kafa kazikwa fulani. Sijui anampa heshima gani Isa heshima ambayo hata Muhammad hajapewa ndani ya Qurani. Hawa ndugu zetu wanataka wampe Isa kama vile wamevyompandisha mbinguni. Yeah, mbinguni hakuna mtume wote amepandishwa mbinguni, hakuna mtume wote ambaye ametoja kaburi lake liko fulani. Kwa Isa wanataka wapate hiyo ndani ya Qurani tukufu, sijui wamemweka wapi Isa bin Mariam hawa ndugu zetu. Hiyo ndio hoja ambazo zinawafurahisha. Mwenyezi Mungu sio kawaida yake hiyo Ila wapi alikwenda? Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani tukufu inasema wa awaina huma ila rabwatin dhati qararin wa main , tulimpa Isa na mama yake kimbilio katika sehemu iliyoinuka yenye starehe na chemchem. Nikushaieleza hapo mwanzo. Sasa ukitaka wapi alikwenda Qurani huwa inakupa fununu, unatakiwa uende kwenye elimu zingine, uende kwenye elimu ya historia, uende kwenye jiografia, uende kwenye sayansi, huko ndio utajua alikwenda wapi. Lakini kitabu cha Qurani sio o okay, kai ikaelezea kwamba nabii fulani alikupa fulani, akazikwa sehemu fulani. Mitume amepita laki moja na elfu ishirini. Kama tuanze Qurani ianze kuelezea kwa mfumo huo, kutakuwa na kitu kingine tutakachosoma ndani ya Qurani? Kwa nini unakitaka kwa isa kile ambacho hakipo kwa manabii wengine? Mtume Muhammad alituambia aliishi miaka mia moja na ishirini akafariki. Hakuna sehemu yote tunasema kwamba unaonyesha kwamba iko hai mbinguni. Historia inatueleza kwamba yule aliofata kondoo wengine waliopotewa nyumba Israeli, makabira ya kumi na mbili yalikuwa ametowanyikia kule India, Kashmir, ilibidi wafuate kule, na yeye mwenyewe alisema ninao kondoo wengine ambao si wazizi, hili wao ataisikia sauti yangu Kulikuwa na mataifa mawili tu ya wana wa Israel. Kulikuwa na mataifa mengine kumi alikuwa bado hajasikia ujumbe wake, ilibidi awafuate kule, na ndio alikuwa kule Kashmir, na akaenda akaishi nao mpaka umri wa miaka mia moja na ishirini. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ndani ya Kanzul Umal jalada la sita kwamba inna Jibrila akhbarani anna Isa ibn Maryama asha ishirina wa mi'ati sana, hakika Isa mwana wa Maryam aliishi miaka mia moja na ishirini. Unasikia? Wapi kazikwa? Wapi Muhammad kazikwa? Msiwete ushabiki katika dini. Takbir. Waislamu, hajatuthibitishia katika hadithi yoyote kwamba Nabii Isa alikufa na alizikwa Kashmir. Nilimwomba atuthibitishie katika vitabu vya hadithi. Yeye anaiamini Bukhari, anaiamini Muslim, atuthibitishie katika kitabu chochote kile katika vitabu vya hadithi kwamba Mtume salla amesema kwamba nabii Isa alikufa na akazikwa India na kaburi lake lipo sehemu fulani, atuthibitishie. Kama kwenye Qurani anasema kwamba hakuna ushahidi, basi atuthibitishie katika hadithi yote, hata kama hadithi hiyo ni dhaifu, aitoe <tipi> pointi ni kwamba unataka kitu ambacho hakijathibitika kwa mtume mwingine yeyote, kwa sababu hakuna mtume yeyote ambaye ndani ya Bukhari, kwa mfano Idris amekufa wapi, amezikwa. Kama unaweza ukanthibitishia wewe kwenye kitabu gani cha hadithi? au Adam au Nuhu au nani? Sasa wewe Isa umemweka wapi? Kama kwa hao mingine wote hao nakubali kwamba wamekufa na wamezikwa. Sasa kwa Isa bin Maryam, kwa nini usikubali kama amekufa? Mimi nakwambia amezikwa Kashmiri, kwa sababu historia ipo na kaburi lake lipo kule na watu wameshaenda kulizuru. Sasa wewe kama unang'ang'ania yuko hai mbinguni, kwa sababu kufa na kuzikwa hapa kaburini duniani ni kitu cha kawaida, kama ni mwanadamu lazima apitie hiyo lakini itikadi yako wewe ya kudai kwamba yuko mbinguni mpaka leo miaka elfu mbili iliyopita, wewe ndio unatakiwa utoe ushahidi. Wapi umesema hivyo? Kurani haijasema hivyo, hadithi haijasema hivyo, historia haijasema hivyo. Mimi kama nikisema, Isa amekufa na amezikwa sehemu fulani, hiyo ni kitu cha kawaida. Mtume wote wamekufa na amezikwa sehemu fulani. Wewe unasema Isa hajafa, yuko hai mbinguni. Wewe ndio unatakiwa uthibitishi. Tunakuomba kuomba uthibitishi. Hapo una uthibitishi wa Isa kufa? Tumeleta hapa aya kadhaa hadithi kadhaa, lakini unachofanya unakataa na kuambia washabiki kwamba oh, hajatoa kitu hajatoa. Unakuja uliza swali lile lile ambalo tayari limekwisha jibiwa. Mwenyezi Mungu awafanyie moyo wepesi <tipos>